yetu ya utumishi wa umma inayo miongozo okay. Sisi tunaishi kwenye jumuiya ya utumishi wa umma na tunayo miongozo, iko miongozo mingi tu kanuni. Okay. Ambayo ina tu kanuni ambayo sasa inatu inatushepu sisi namna ya kuenenda haya, kwa hiyo kwa sababu tu hiyo ni kwa sababu tupo tu katika jamii hii neo utumishi wao wa umma hivyo tu, naomba kuhimiza kukumbishana kuzingatia hizo kanuni na eh, miongozo eh, na miongozo, kufanya hivyo eh, tutakuwa tunatenda haki eh, sisi si Tume ya Haki za Binadamu? Tutakuwa tunatenda haki uitindia haki s eyene tindia haki na serikali na hata j kwa sababu alindiona kututazama sisi ah, kuhusiana na mambo ya lishe nadhani tunafahamu uh, na tunaambiwa tuna, tuna, tuna eh, eh, kwamba sasa eneo hili limekuwa likiongezeka sana tofauti na miaka ya nyuma, lakini na sisi pia tumeongezeka, si tulikuwa labda laki tisa sijui tunapata uhuru tukasita milioni ngapi, sasa tuko sabini, lakini eh, kwamba mambo haya sasa inafuata hata watoto vijana, tofauti na zamani ilikuwa sisi tu watu wazima Eh, eh, labda mwili umeshakaa katika mazingira fulani, sasa una unakosa vile virutubisho au vitu eh, ambavyo vinaufanya uweze kufanya kazi vizuri, kwa sababu vinazalishwa kwa uchache kutokana na umri eh, lakini sasa hivi hata vijana hata watoto, na yanaleta shida eh, ma, magonjwa haya yanaleta shida na gharama kubwa ya namna ya kushughulikia e, kwa maana ya ni serikali. Wataalamu wetu wako hapa na watatueleza zaidi e, na katika hayo nanyi mtakuwa na maswali ya kuwauliza kama hivi nami, ambazo ningependa waweko ni, ni wapo na nini kwenye hmm? zangu hizo watatupa ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama nilivyotangulia tena kusema, narudia tena na tena, tunaendelea kukumbushana tu eh, tunakumbushana tu hivi hivi tunavyofahamu. Mwisho ni watakina mafunzo mema ambayo kweli yatusaidia kubadilika na kuwa na mwenendo mwema kwa kutunza afya zetu na pia kuzingatia maadili katika utumishi wa umma.